Tafuta ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine utazidishiwa, kwa sababu umetafuta mazidishi. Ndio maana hata kuua mtu unaona ni kawaida sana, kumtoa mtu kafara ni kawaida sana, unaona ni kawaida sana, kuchinja mtu ni kawaida sana, kuteka mtu na kumpiga risasi ni kawaida sana, kwa sababu umepanda kwa mwili. Lakini ungepanda kwa roho ungekuwa na maumivu na watu Mungu aliokupa kama dhamana kwenye eneo lolote, jisalimishe kwa Mungu, jisalimishe kwa Mungu kabla kabla ya Oktoba, kabla ya Oktoba jisalimishe kwa Mungu mara moja. Sauti ya radi inakuja kabla ya hiyo Oktoba, itapindua pindua viti vyote vilivyokaliwa kinyume na kusudi la Mungu. Shalom shalom, niko mbele zenu wa Tanzania munao nisikiliza kwa muda huu, sikiliza, iwe ni kiongozi yoyote huko kwenye upande wa serikali, iwe ni kiongozi kwa familia, eneo lolote, ulichokipanda ndicho utakacho kivuna. Narudia tena, ulichokipanda katika eneo lako la uongozi ndicho utakachokivuna. Aidha ni kwenye familia familia. Mfano wewe ni baba, wewe ni mama, unafanya yasiyofaa, watoto wako watavuna yale unayoyafanya. Lakini katikati ya hao wapo Mungu aliyojisazia wapo Mungu aliojisazia ambao watainuka kupiga kelele ili hicho ulichokipanda kisiendelee kupandwa bali king'olewe. Chochote kile ulichokipanda kibaya kimetoka kuzimu kinaenda kung'olewa. cha Wagalatia sura ile ya sita mstari wa saba anasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa kama kuna, una sapoti uovu, utavuna uovu. Kama unasapoti mema, utavuna mema. Kama unakemea dhambi, Bwana atakupatia mavuno mema. Sikiliza maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho katika roho atavuna uzima wa milele. Sasa wewe umepanda mengi kwa mwili wako ili ufurahishe mwili wako, lakini Mungu anataka sasa upande kwa roho. Rudi msalabani, tubu dhambi zako, panda kwa roho, sema nimeamua kurudia Bwana. Wewe ambaye naongea na wewe na unanijua, ni nani ni wewe hapa, nauongozi wowote unao, ni kiongozi kwenye serikali yeyote yule, ambaye anajua Mungu amemweka Alichokipanda kwa mwili atavuna kwa mwili, aliyekipanda kwa roho atavuna kwa roho. Umepanda maombi, uyo ni mchungaji, subiri mavuno. Bwana amesema radi yake itaenda kupiga kabla ya Oktoba ishirini na tisa. Anawafuta wote ambao amezungumza nao na wakapinga sauti yake kupitia watumishi wake. Wote anafuta mpaka wale wote ambao wamekuwa wame kwenye ile laini. Kama umeshiriki tu, nataka kama umeshiriki tubu mara moja, tubu mara moja. Kama umeshiriki umeenda kwenye makusanyiko yao umeshiriki, kitakachokuja usipotubu, usimlaumu mtu yoyote. Ni ushauri tu, ukiamua ufanyie kazi ni sawa, ukiamua usifanyie pia ni sawa, maana gadhabu mu ya Mungu ni kubwa sana na klipu yangu ya nyuma kabisa, mwezi wa saba nilisema kuna mambo yatatokea kuanzia mwezi wa saba wa nane wa tisa kabla ya Oktoba, kuna mambo na tayari kuna mambo yashatokea hapa na hapa, sitaki kuyataja, na wewe unajua kuna mambo yatatokea. Ukirejea klipu zangu za nyuma, nilipoingia maombi kwa siku thelathini, Mungu alinifunulia kwamba kuna mambo yanaenda kutokea na haya mambo yatakuwa ndiyo kauli mbiu ya Mungu kuzungumza na viongozi walioko madarakani. Wewe ni kiongozi ujajiweka hapo, na kama umejiweka wakati wa Bwana, wewe utoke, toka kwa ridhaa yako mwenyewe. Bila kutoka kwa ridhaa yako, yajayo yatakuhuzunisha, asema Bwana wa majeshi. Tubu sasa, wewe tubu sasa, maana Bwana hawezi kuvumilia ulioyafanya. Kama hakuvumilia kwa Farao na kwako hawezi kuvumilia. Kama hakuvumilia kwa Farao na kwako, hawezi kuvumilia, tubu sasa. Ikiwa ni kiongozi, nenda msalabani, tubu. Na kama una roho ya jiwe, hata Farao alikuwa nayo mara mia ya hiyo, lakini kilichomkuta tunabakia na hadisi. Nazungumza haya sio kuhukumu, bali kutengeneza. Kwa amani, tubu Mungu anakupenda bado tubu tu, Mungu anakupenda unanyang'anya haki ya mtu, Mungu anaenda kukutana na wewe. Tubu maana, kabla ya Oktoba, radi inaenda kupiga na ikikupata hutasalia. Amani ya Mungu irejee kwako, uone thamani ya hao watu uliopewa na Mungu, uanguke kwenye toba ya kweli na Mungu akupokee tena, akusafishe na hapo ulipo ufanye maamuzi ya wewe mwenyewe kuondoka, na umwambie Mungu, sasa ni hapa nilipoweka mwingine kwa ridhaa yako. Usipofanya hivyo, atakupiga na ataweka aliyemkusudia hapo. Bwana Yesu, ninakushukuru, nimefikisha huu ujumbe. Amesikia na unaona ananitazama huyu, ananitazama huyu, moyoni mwake yapo anayoyazungumza inawezekana anatukana, inawezekana ana kibei, inawezekana anazungumza chochote kile, lakini unaenda kumdhihirishia kuwa sio mimi ninayezungumza, bali ni wewe, umekamata kinywa na kuzungumza naye. Sasa ninachokiomba kwa huyu anayenitizama, moyo uliopondeka, moyo wa toba, yote aliyoyafanya, moyo wa toba uingie ndani yake, atubu, alafu arejee. Sasa aseme nimetambua ulio ya kusudia kwa Tanzania, yatimize sasa. Maandiko yanasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi, ukikataa na kuasi utaangamizwa kwa upanga. Huo upanga ulionionyesha unaoenda kuangamiza hao watu waliokataa neno la Mungu, waliokataa unabii, waliokataa kutenda mapenzi yako, huo upanga ni mkali sana Kabla ya Oktoba huwa upanga ni mkali sana. Ninakusii roho ya toba ijengwe kwao, na kama wamekataa mimi sina cha kuzungumza, ila ninachoomba mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yetu yavunjike kwa jina la Yesu. Ninachoomba watu wachache wasisababishe nchi iingie kwenye machafuko, watu wachache wasisababishe watoto wasio na hatia wa mwanadamu zimwagike, watu wachache wasisababishe kanisa lako lidhuriwe, watu wachache ninaomba, shughulikia hawa watu wachache katika jina la Yesu Kristo, safisha nchi, ipisha kwenye mstari.